Mahakama za mwanzo katika wilaya mbalimbali. Lakini lingine nipende tu kusema mheshimiwa eh, spika, tumeona malalamiko, watu wanalalamika juu ya mabadiliko ya sheria mbalimbali za juu na maswala nzima ya uchaguzi. Mwaka jana ilikuwa eh, mwezi wa kwanza kwenda bunge la mwezi wa, wa pili mheshimiwa rais aliruhusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi na tukakaa hapa, lakini pia ikatangazwa Tanzania nzima, wakaitwa wadau, wakaja wengine hapa bungeni katika kumbi wa Msekwa kutoa maoni juu ya namna gani tunaweza tukafanya chaguzi zetu na zikawa bora. Tumeweza kubadilisha, tumefanya mabadiliko ya sheria tatu za uchaguzi. Tulikuwa na sheria, tumetengeneza sheria ya, ya tume huru ya taifa ya uchaguzi, tumetengeneza sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, lakini tumekutengeneza sheria ya vyama vya siasa. Mheshimiwa naibu spika, malalamiko yalikuwepo na hasa malalamiko ambayo yalikuwa yakilalamikiwa mengi yalikuwa yakihusu E, wakurugenzi kusimamia uchaguzi, malalamiko yalikuwa ni wajumbe kutooliwa na rais, malalamiko yalikuwa jina la tume, na bahati nzuri, e, kamati na mimi nikiwa mdau katika kamati ile, wadau mbalimbali, vyama vyote vya kisiasa vilishiriki na wakatoa maoni yao katika kuboresha sheria hizi, na tumeona katika, katika sheria za uchaguzi ambayo tulienda kubadilisha, tukabadilisha kwanza, walisema jina la tume lenyewe tulibadilisha, tukabadilisha sasa hivi naitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambao walikalalamikia, wanasema hili jina halipo sahihi. Tulifanya liwe hivi, tukakubali, tukalibadilisha, ambao ilikuwa ni ombi lao. Lakini pia wakasema wakurugenzi na wao pia wasiwe sehemu ya kusimamia uchaguzi na yenyewe tumebadilisha. Sasa hivi tumeweka waandamizi, maafisa ya waandamizi kutoka katika halmashauri watakuwa wasimamizi wa uchaguzi. Maanake zote ambao malalamiko yao tumefanyiwa maboresho, lakini pia walalamikia juu ya, ya, ya, ya wateule katika ile tume ya, ya, ya, ya, ya, ya tume, tume huru katika wale wanaosimamia uchaguzi. Katika malalamiko yao wasema wote walikuwa wanachaguliwa, na ni kweli kwa utaratibu wa sheria ya uchaguzi wajumbe wote walikuwa wanateuliwa na mheshimiwa Rais. Lakini katika maboresho sasa wajumbe karibu wote sasa hivi wanapitia kwenye usaili, wajumbe karibu wote wanapitia kwenye usaili na wanapitia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye usaili nani anasimamia usaili wao? Wanaosimamia usaili, usaili wa ile kuwapitisha wajumbe wa kwenda kusimamia ucha, uchaguzi wanasimamiwa na jaji mkuu wa Tanzania, ndio wanawasaili watu wanaotaka kwenda kusimamia kuingia kwenye tume ya taifa ya uchaguzi anasimamia, mjumbe mwingine ni jaji mkuu wa Zanzibar. Kwa hiyo tuna jaji mkuu wa Tanzania, tuna jaji mkuu wa Zanzibar, mkuu wa Tanzania, mkuu wa Zanzibar na tuna mwenyekiti wa haki za binadamu naye ni mjumbe katika wale ambao wanakaa kuwasaili wajumbe watakokwenda kuwa katika wajumbe wa tume ya taifa ya, taifa ya uchaguzi. Kwa hiyo unaweza ukaona watu hawa wana uzito na mjumbe mmoja wanateuliwa na rais. Kwa hiyo hawa watu wanne wanafanya usaili ya wajumbe kwenda kuingia kwenye tume ya taifa ya huru taifa ya, ya uchaguzi. Kwa hiyo unaweza ukaona hawa wanaofanya usaili kwa nyazifa zao, jaji mkuu, nani anamtilia mashaka jaji mkuu? Nani anamtilia mashaka jaji mkuu wa Zanzibar ni watu ambao wana weledi mkubwa. Nani anamtilia mashaka mwenyekiti mwenye wa tume huru, mwenyekiti wa haki za binadamu? Nani anamtilia mashaka? Hawa ndio wanakaa wanawapitia, wanapitia kuwafanyia usaili wajumbe wote, hata wale ambao hata mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi wanasailiwa, wana, wana, wanapitia kwenye hii tume, wanapelekwa kwa mheshimiwa rais kuchagua katika wale waliopita kwenye hii tume ya, ya, ya, ya, ya usaili ambayo yuko jaji mkuu wa Tanzania yuko jaji mkuu wa Zanzibar, yuko mwenyekiti wa tume za haki za binadamu. Hasa mheshimiwa mwenyekiti, vyama vyote vimeshiriki. Leo kinawaibuka chama, wanasema mtu amechaguliwa juzi kuwa tu mwenyekiti, anasema, anasema hatuendi kwenye uchaguzi, hatuendi kwenye uchaguzi. Tufanye nini? Tuvunje katiba yetu? Katiba inasema nini? Katiba inasema kila baada ya miaka mitano tufanye uchaguzi. Sasa miaka mitano imeisha, mheshimiwa naibu spika Leo tuna hili bunge ni la mwisho, na hapa zimebaki siku chache, twende kwenye uchaguzi. Mtu anasema tubadilishe katiba, tubadilishe katiba kwa bunge gani? Kwa sababu wa bunge tulio humu muda wetu umeshaisha. Ili tuweze kutengeneza katiba inayotakiwa na Watanzania wa maana yake tuende kwenye uchaguzi 2025 tutakaporudi, tunaweza sasa tukatengeneza au tukaanza kuunda ule anaitwa bunge la katiba ile bunge la katiba ndio ambalo litaenda kujadili masuala yote ambayo tunahitaji mabadiliko. Kwa hiyo ni waombe ambao wanatembea huko wanasema tusiende kwenye uchaguzi, maanake tuna kwanza tunavunja katiba yetu wenyewe, ambayo ni dhambi kubwa tunapotaka kuitenda. Katiba inatuambia tufanye uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Sasa sisi hapa tunaenda ku expire muda wote, sasa tunaendaje kutengeneza utaratibu mwingine ambao uko nje ya utaratibu wa katiba. Wa, kwa hiyo niwaombe na Watanzania wafahamu kwamba wabunge ndio wana jukumu la kutengeneza hayo maoni, na kwa sababu sisi wabunge muda wetu tumeenda kwisha, tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kurudi. e, tukirudi tena hapa tutengeneze utaratibu wa kuwa na bunge la katiba, maoni yakachukuliwe kwa Watanzania yaje yachakatwe na baadaye yapitishwe kama Watanzania wataridhia katika yale ambayo watu wanahitaji. Lakini kwa sasa hivi ni mwaka huu, ni mwaka wa uchaguzi na kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, tunaenda kwenye uchaguzi, na niombe Watanzania wote tujitokeze kwenda kupiga kura, kwenda kuchagua wabunge na madiwani, lakini pia kwenda kumchagua raisi, ili sasa jukumu lingine la mabadiliko ambayo tunayahitaji ama wanahitaji yataenda kupitia kwenye mchakato ambao ni rasmi. Lakini tukisema tu tufanye sasa hivi tunavunja katiba yetu. Lakini pia, Mheshimiwa Naibu Spika, ni nani anakubali kuvunja kutenda dhambi hii? tukiweza kutenda dhambi hii tukaenda kienyeji, tukajiongezea muda pasipokuwa na kufuata utaratibu. Katiba imeshatuambia ukomo wetu ni miaka mitano, tukaenda kujivunjia kwa sababu tuna, tunaamua tu wenyewe kwamba tuongeze muda tujitengenezee mazingira, manake tuna miaka mingine tujiongezee miaka miwili hapo, ambako kimsingi tunavunja katiba. Kwa hiyo lazima tuchaguliwe, turudi, halafu ndio utaratibu mwingine uweze kufanyika. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana wale wote ambao wanahitaji kutengeneza mabadiliko wanayoyataka ni lazima tuende kwenye uchaguzi ili tuweze kupata sasa yale mabadiliko mengine ambayo watu wanahitaji. Tofauti na hapo itakuwa ni jinai, tofauti na hapo ni uwasi kwenye katiba yetu na uvunjaji wa katiba. Mheshimiwa Naibu Spika, maana yake tukitenda kosa hili, kesho kutukuchwa mtu atakuja kutokea tu anaamua, aamue akae kwenye madaraka hapa miaka ishirini au miaka mia, kwa sababu si katiba tunaichezea chezea ni lazima tukiheshimu. Huu ndio msahafu wetu sisi wa Tanzania wote, na msahafu huu ndio wanaotuongoza. Tutafanyaje kazi zetu? Ajira zetu zitakuwaje? Tutafanyaje masuala ya uchaguzi na viongozi watapatikanaje, kuanzia ngazi ya kitongoji, ngazi ya kijiji, ngazi ya kata mpaka levo ya ubunge pamoja na rais? Kwa hiyo huu utaratibu ni lazima tuheshimu na ni lazima kama kuna masuala ambayo yanahitaji maboresho, maanake sisi wa Tanzania tuna desturi zetu, tunakaa tunazungumza, kama ambavyo Mheshimiwa Rais alivyoruhusu mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Kama ameweza kuongeza wajumbe ambao sasa hawateui yeye, katika wajumbe tisa, wajumbe saba hateui yeye, wajumbe wote wanapitia kwenye usahili wa majaji mkuu wa Tanzania, wanapitia kwa jaji mkuu kiongozi, wanapitia kwa mwenyekiti wa tume za haki za binadamu. Unataka tuwatoe wapi hawa wajumbe, tofauti na hawa watu wakubwa, tofauti na hawa wabobezi wa sheria? Kwa hiyo mheshimiwa naibu spika, niwaombe ndugu zangu na watanzania kwa ujumla kwamba tufuate utaratibu na tunaamini kwamba jambo hili tutavuka salama, na nimpongeza sana mheshimiwa rais kwa kuwa na utayari kuhakikisha kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi mwaka huu kwa sababu hana tamaa hiyo amesema tutafanya uchaguzi mwaka huu ili watanzania wachague rais wanayemtaka, wachague mbunge wanayemtaka, wachague madiwani wanayotaka, ili kazi iweze kuendelea. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Naibu Spika na, nakupongeza na wewe lakini pia nampongeza na mheshimiwa na e, waziri kwa kutupa mialiko sisi kwenda kule Moroko e, huu mwaliko mheshimiwa tunaojua tumeupokea japo finali ya mchongo lakini asante wa sana, naunga mkono hoja. Mheshimiwa Saputu, Mheshimiwa Saputu, jiandae Mheshimiwa Zahoro, jiandae Mheshimiwa Salome Makamba. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia katika bajeti hii ya Wizara ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema yeye ambaye ametupa uzima kwa siku zote hizi kabla ya kuzaliwa kwetu na hata kufikia siku ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo anaendelea kuendeleza taifa letu na kutuhudumia kwa jinsi ambavyo Mungu anampa afya. Lakini pia ni wapongeze Wizara ya Katiba na Sheria kwa maana ya waziri mwenyewe, wasaidizi wake, makatibu wakuu na, na, na naibu katibu mkuu kwa jinsi ambavyo anaendelea kuongoza wizara hiyo lakini pia Mheshimiwa naibu Spika, nipongeze mahakama yetu ya Tanzania kwa jinsi ambavyo inaendelea kutoa haki kwa wananchi wetu na kuendelea kufanya muhimili huo kuonekana kweli kwamba ni muhimili unaotoa haki. Mheshimiwa naibu Spika, nianze tu kwa kuipongeza pia mahakama kwa jinsi ambavyo imejenga jengo ambalo limeshatajwa hapa ambalo ni la sita aidha barani Afrika au ulimwenguni kwa jinsi ambavyo imejenga jengo zuri na jengo ambalo linaitia Tanzania sifa. Lakini pia nipongeze mahakama kwa jinsi ambavyo inaendelea kuboresha eh, miundombinu ya mahakama za wilaya na mwanzo na kujenga mahakama mpya hivyo. Hii ni kazi nzuri na ni kazi njema ambayo inatekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais anayependa haki kwa wote. Mheshimiwa Naibu Spika, lakini niombe sasa pia mahakama ikumbuke eh, ikumbuke kwa maana ya wizara ikumbuke kukarabati mahakama za mwanzo ambazo zimetelekezwa tangu enzi za ukoloni. Majengo ya ukoloni ndiyo yapo mpaka leo, na haya hayajawahi kukarabatiwa, na mengine yametelekezwa kabisa, na hayo maeneo sasa yanaendelea kuwa hayatumiki. Kwa mfano mheshimiwa